Naam, swali kuhusu siku ya Krismasi ni la msingi sana na limeulizwa na karne nyingi sana ambazo zimeweza kupita. Mimi hapa nachukua tu nafasi hii ili kulichambua kwa ufupi, lakini kwa kina. Mwanzo ni kuhusu siku ya Yesu Kristo kuzaliwa, kwamba je, Yesu Kristo alizaliwa lini? Ukweli ni ya kwamba Biblia haitoi tarehe kamili ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo ila dalili za kibiblia zinaonyesha one kwamba wachungaji walikuwa uwanjani wakichunga kondoo usiku. E, hiyo utaweza kuipata e, katika kitabu cha Luka sura ya pili mshororo ni ule wa nane ambapo jambo linajitokeza e, zaidi ni kwamba haya si majira ya baridi katika e, msimu huu wa Desemba kama vile tunavyoweza kuyaona eh, kule Uyahudi maana kuna uhusiano wakati ule ambao wachungaji walikuwa wameenda kuchunga kondoo walikuwa wameenda kuchunga kondoo kondoo na majira yale ya baridi, naweza <coughs> kuyaita kuya majira ya kipupwe. Pili ni kwamba Yesu Kristo alizaliwa wakati wa utawala wa Mfalme Herode Mkuu, aliyefariki takriban mwaka wa nne Uh, kabla ya Yesu Kristo, hiyo ni 4 BC. Kwa hiyo watafiti wengi sana hudhani ya kwamba Yesu Kristo alizaliwa kati ya 6 BC na 4 BC, mwaka wa sita kabla ya kuzaliwa kwa Yesu na mwaka wa nne kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Huenda majira haya yakachipua, e, yaka E, ni ya ya, ya, ya kipupwe ama ya vuli, lakini kipindi cha vuli hakiji mwezi wa Desemba. Unapoangalia katika kalenda ya Uyahudi na majira ya Wayahudi katika njia kama hiyo, msikilizaji um, na mtazamaji, kitu ambacho ningependa pia kukigusia ni ya kwamba tarehe ishirini na tano Disemba inajitokeza wapi katika Biblia? Mwanzo nitagusia kusema ya kwamba tarehe ishirini na tano Desemba huyu uh, haikutoka moja kwa moja kwenye Biblia isipokuwa vile ilivyoweza kunakiliwa katika kitabu cha Yeremia sura ni ya hamsini na mbili mshororo wa thelathini na moja pale ambapo Biblia inaongea kuhusu kufunguliwa kwa Yehoyakin ambaye alikuwa amefungwa gerezani katika kifungo cha maisha, wakati ambapo Evilmerodaki mfalme wa Babeli alikuja akamwinua kichwa chake kutoka gerezani, akazungumza naye maneno mazuri, maneno matamu, akamwandalia chakula, wakala, wakanywa, wakastarehe, wakafurahia. Je, unapoangalia katika sherehe zetu za Krismasi, si huwa tunakula, tunakunywa, tunafurahia na tunavaa mavazi pia mazuri? Hata yeye pia alivishwa mavazi mazuri, akapewa nafasi na mamlaka ya kuzungumza na kutoa hotuba kama mfalme. Nakumbuka kwamba kule ilikuwa eh, ilikuwa Babeli. Yeye Yehoyakin alikuwa ametuhumiwa na alikuwa amefungwa na alikuwa amenyang'anywa mamlaka yake katika Yuda, lakini akienda Babeli, you know, Babeli inamaanisha nini? Confusion. So kulikuwa na confusion nyingi mpaka watu wa Babeli pia wakaleta confusion hiyo. Halafu tunapoangalia eh, kuhusu hiyo tarehe unapata ya kwamba Warumi wa kale walikuwa na sikukuu ya Sol Invictus e, katika Kilatini e, Sol Invictus ilikuwa siku ya jua lisiloshindwa karibu na siku ya tarehe 25 Disemba. Kanisa la awali inapokuwa tarehe ya kusherehekea hivyo, hiyo ni tarehe 25 Disemba ya kanisa la awali ambayo lilichagua tarehe ishirini na tano hiyo kubadilisha uh, sherehe za kipagani ziwe na maana ya Kikristo pamoja na kutangaza uh, Kristo kama nuru ya ulimwengu, hiyo ni katika Yohana sura ya nane mshoro wa kumi na mbili Hapo ndipo unapopata ya kwamba msingi wa kubadilishwa kwa hiyo tarehe na kuwekwa katika uh, siku ya Krismasi iliweza kubadilishwa wakati huo, yaani ile ile siku ya ibada, sherehe za kipagani ziliweza kubadilishwa zikaingizwa katika sherehe za Kikristo ili tuweze kuchukua hiyo siku tusiwe tunasherehekea vile ni, koringa, ni kama tu <laughs> mwachamila, mwachamila ni mtumwa. Ni kama tu vile sisi tunajua ya kwamba Kenya Day ni tarehe ishirini mwezi wa ngapi? Mwezi wa kumi, lakini e, tumekuja tukaambiwa ya kwamba ama tarehe ya E, tumekuja tume tukaambiwa ya kwamba hiyo inaitwa Mashujaa Day. Bado tunajua tu ya kwamba tumebadilisha kutoka kwa ile siku, jina ndio tumebadilisha, lakini tarehe imebaki tu ile ile. Ni kama Moi Day, ati Mazingira Day ni Moi Day tu, lakini tumebadilisha jina ndio tumebadilisha. So sherehe ni zile zile na siku ni ile ile, lakini sasa matukio unaweza kuona kwamba yanaibuka tu yale yale ambayo yalikuwa yanaibuka huko nyuma ndio yanaendelea kuibuka. Tunaangalia hivyo tarehe ishirini na tano Disemba, ni tarehe ya kiibada na kihistoria, wala si thibitisho eh, halisi la siku ya Yesu Kristo kuzaliwa. Ah, katika hoja yangu ya tatu nasema ya kwamba, je, kuna amri ama kumbukizi yoyote katika Biblia ya kusherehekea kuzaliwa kwa mtu? Mm, huende ikawa ya kwamba jawabu itakuwa la na ndiyo, lakini kumbuka ya kwamba eh, nimesalia sekunde. Kumbuka ya kwamba hakuna amri ya kusherehekea siku ya kuzaliwa, na kumbuka kuna kumbukumbu chache tu za kuzaliwa huku, tukiangalia katika Mwanzo sura ya 44 mshoro wa ishirini kwamba farao wa Misri aliweza kusherehekea siku ya kuzaliwa, na katika Matayo sura ya kumi na nne mshororo wa, wa sita pia Mfalme Herode aliweza kusherehekea siku ya kuzaliwa. Kumbuka ni watu wabaya wabaya peke yake ambao wanaonekana kusherehekea ku, ku, siku ya kuzaliwa kwao. Kumbukumbu pia eh, hizi mbili zinaishia katika hukumu ama vifo. Ndiyo maana Wayahudi wa kale hawakuwa na tamaduni ya kusherehekea birthday. Hawakuwa na hiyo tamaduni, maana kumbukumbu kumbu hizo zote ziliishia pabaya. Farao watu walikufa, katika mfalme wa Herode watu walikufa, na huyu Herode pia alikuwa ananyonga watoto wakati ambapo Yesu Kristo aliweza kuzaliwa. Ila hayo, hakujua ya kwamba tarehe ilikuwa ipi, siku ilikuwa ipi, mambo kama hayo. Wakristo wa Christo kwanza hawakusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, lakini walisisitiza zaidi kuhusu kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, yaani Pasaka. Hoja yangu ya nne inasema ya kwamba kwa nini basi Wakristo usherehekea Christmas? Krismasi um, hapa sasa, msikilizaji, unapofungwa unafunguliwa. si kwa sababu ya Biblia inaamuru bali ni kwa sababu one, kumkumbuka Yesu Kristo kwamba alikuja duniani katika mwili, kwamba Mwenyezi Mungu alidhihirishwa katika mwili kama vile Biblia inavyosema ya kwamba, na ukitaka kuamini yeye ndiye, e, Mungu aliyeshuka duniani tukamuita Yesu Kristo, akahubiriwa kote ulimwenguni, akajulikana kuwa haki katika roho, akachukuliwa juu mbinguni katika utukufu wake. sasa katika hali kama hii, msikilizaji, ni hali ambayo unasema ya kwamba ni kukumbuka tu ya kwamba umwilisho ule, yaani kushushwa katika mwili, ni jambo la muhimu sana tu. Ni kama njia, kama njia ya kufundisha imani, si swala la tarehe sahihi. Ni njia tu ya kufundisha imani. Tufundishe imani kwa njia kama hiyo. Paulo akasema ya kwamba mtu mmoja hudhamini siku kuliko siku nyingine, na mwingine huona. Iwapo wewe unathamini siku moja kuliko siku nyingine, basi una imani hiyo, na mwingine naye huona siku zote kuwa sawa, siku zote zinakuwa sawa. Kwa mfano, Mkristo anastahili kuchukua siku zote kuwa sawa, yani siku, kila siku ni siku ya, ya toba, kila siku ni siku ya msamaha, tusingojee E, tarehe 31, sasa ndio tunaanza kuomba msamaha ati, kama uliliwahi kunikosea na kuomba unisamehe, kama uliliwahi kufanya hivi naomba unisamehe, kama uliliwahi kufanya hivi naomba unisamehe. Hapana, kila siku iwe siku ya toba, iwe siku ya kusamehe mwenzako, iwe siku ya kutengeneza uhusiano wako naye Mwenyezi Mungu. Mwisho kabisa, one, hatufahamu tarehe halisi ya Yesu Kristo kuzaliwa. T tarehe 25 Disemba ni tarehe ya kihistoria katika kanisa, wala si tarehe thabiti ya Biblia. Na iwapo nichukua katika msingi wa Biblia, basi kumbuka ni tarehe ambayo hivi limerodaki aliweza kufungua Yehoyakin kutoka katika gereza, katika gereza, basi ikachukuliwa siku ya kuanza sherehe halafu wengine pia wakaichukua kuwa siku yao ya kipagani na tukaichukua katika kanisa lake Mwenyezi Mungu. 3. Biblia haiamuru wala kukataza kukumbuka kuzaliwa kwake Yesu Kristo Haikatai wala haiamuru. 4. ni kwamba muhimu zaidi si lini Yesu Kristo alizaliwa. Narudia. Muhimu kabisa si lini Yesu Kristo alizaliwa. Muhimu zaidi ni kwamba kwa nini Yesu Kristo alizaliwa. Narudia. Muhimu kabisa si lini Yesu Kristo alizaliwa. Alizaliwa lini? tarehe ngapi? saa ngapi? E, maana wengine wataanza kujiuliza ya kwamba jina Yesu e, mtu ambaye anaitwa Yesu amezaliwa wakati gani? ni hiyo ni lugha gani? ama Kristo amezaliwa wakati gani? mwaka gani? saa ngapi? majira yapi? tutaanza kuangalia katika lugha zetu ili tuweze kudadisi na mtu mwingine atakuja na ujanja kama huo, atuhubirie, atuambie, aandike katika misahafu no, no, sio misahafu, aandike katika vitafukari <tutu> na alafu aweze kusema ya kwamba haya ndiyo ndivyo yalivyo, lakini kumbe ni akili tu za binadamu. Muhimu msikilizaji, ni kwamba kwa nini Yesu Kristo alizaliwa, umwilisho huo ni kwa ajili ya siku kitu gani? kwa ajili yangu mimi na wewe. Kumbuka ya kwamba alikuja kwa sababu hii na hii na hii. Unaposherehekea siku yote ambayo unasema kwamba Yesu Kristo alizaliwa siku hii, umwilisho huo, ukue kujiuliza kwa nini Yesu alizaliwa. Kwa nini? Unapokumbuka kwamba sababu hii na hii, basi kusherehekea hakutakuwa na balaa yoyote wala tunaposherehekea tusherehekee katika njia gani? Katika njia ya mauaji? Katika njia ya vita? Katika njia ya ulevi? Katika njia ya usharati? Katika njia ya ushirikina? Katika njia ya ulawiti? Katika njia ya matukano? Katika njia ya majivuno? Katika njia ya mwendo wa madaha? Katika tusherehekee katika njia gani? Msikilizaji, tujiulize maswali kama haya ili tuweze kupata kwa bayana ni kwa nini wapi e, vipi halafu tuonea kwamba mambo yanakuwa shwari kabisa omulirisi khuola vwenao ndakhola khulumalirihi lw viloso vyange khunyanga a Krismasi nende kungukhkhuona kwechirisyangia mbola mbwe orio muno ovey khuve khudekhera omwaka mulayi muyakha ko nikui nasaye abula ali khuchulishangie omwaka muyakha khulwa khubera eyo ninyanga yamberi iyokhurula e k khuduma mwaka kundi